Unaona wanafurahia maandalizi ya Afcon, jamani, nimeshawaambia tena, raisi wa Afcon yule anadaiwa Tanzania trilioni na kitu, sio bilioni, trilioni. Samia kamsamehe yote, kamsamehe kisa. Anataka wanasheria wa yule raisi wa Afcon yule, ngoja, anaitwa nani? Ngoja niangalie simu mimi na kila kitu, hata mwende wapi wanataka awasamee yani, wamemsamee hizo trilioni zote. Kwa hiyo wanataka mwanasheria wake, wanasheria wake wamsimamie Samia kwenye kesi yake ya ICC ya mauaji eh? Ngojeni niwaambie anaitwa nani, mi siweki majina ya watu kichwani.

Samia anataka tumie wanasheria wake kwenye kesi yake ya mauaji ya tarehe 29 30 31 ndio amsimamie. Kwa hiyo anachoamini kwamba wanasheria wa Msepe ndio atakao muokoa kwenye hiyo kesi yake ya mauaji, ndio maana hii nani ya Afcon ambao kina mwinguru wa anachekelea kama amelishwa bro matakoni. Inakuja Tanzania, wamemwomba sana hata kuja Tanzania, wamemwomba mno kwa sababu amefutia kesi, kaona kwamba why not kunifutia hizo kesi trilioni zote, ngoja nije, si nanielewa, anakuja. Yani mefutiwa kesa, afu hiyo tu niache kuja mm? Too badi, kwa kweli imenisikitisha sana yani Samia kwa kuangalia faida yake ya jambo, sio faida ya taifa, hapana, faida yake yeye basi kabisa yaani, hana maana hata kidogo Samia jamani. Esijiala, esijiala, esijiala, esijiala, bado wako kwenye mazungumzo na watu wa Uturuki. Uturuki ndio anataka wabebe hewani esijiala. Uturuki jamani, oh, ichi imemshinda. Msioni wanakuja mbele, wanaongea hivi nyuma ya pazia hey, wanakanyagana esijiala esijiala esijiala Uturuki, bado hajatoa uamuzi, wanabembeleza Uturuki jamani, fanye nihaima tuko chini miguu yenu jamani, wana waramba miguu jamani, miguu jamani. miguu jamani, tuombeni mje jamani, sijara tuwezi jamani. Samia amemshinda. Ngoja nikwambie Samia Abdul, kwa nini hamna akili? Mlikuwa mnachungulia chungulia pesa, mnaona ziko nyingi, mnagawa, mnaiba, mnaiba, mnaiba, hamjui pesa zinakuja vipi. Na mlikokosea sana ni kuua watanganyika pale mlijua kwamba mnafanya kampeni mkanunua mibaskeli mkanunua hiyo mibajaji mkagawagawa pesa, kama hamna akili nzuri. Hakuna mtu asiyeona, wala hakuna mtu ambaye akuona, tuliona. Mkajisahau kwenye maandamano, mkaja mkaua watu, mkajua kwamba hii serikali ni ya kwetu sisi. Na hiyo Nyerere alishasema, usiseme hiki ni cha kwangu, hichi ni cha wananchi, na dunia inaangalia kabla hujafanya kitu fikiria mara kumi Abduli, umeingiza kwenye shimo hii taifa, wewe kikwete na samia leo pesa hakuna. E, slao mnalilia waturuki sasa hivi pesa mekimbiza Dubai, mekimbiza matillion na matillions, mna mahoteli, mna madini, mna maocean, mna mavitu gani, mna manini? Ana degeke binafsi huyo huyo Abduli, mna mavitu ya kila design makasino, si mavitu gani? Mna kila aina ya starehe huko. Mnaiba tu mnapeleka, mnaona mahela ni mengi, nazidi kuiba, mnashinda kwangujua kwamba hii pesa itarudi vipi? Sasa leo kila mtu naenda kumpigia magoti, mpaka mnamlamba miguu, mnaenda mnapiga magoti tuna migodi yote mmegawa, yote yote yote, mmeuza pesa mmebamanza. Ndio maana nasema mngetakiwa, ndio maana tunasema katiba inatakiwa. Wana katiba ikiwepo, wanaweka na washauri wa serikali kwamba miradi inakuwa hivi, miradi inakuwa hivi, makaramayo anakuwa hivi, vitu vinakuwa hivi, vinaenda kwa process. lakini mkienda hivi hivi hivi hivi hivi hivi. Kuna ni vingi bwana, toiki toiki, toiki, toiki bila kuwa na plan B, mtaishia kulia mdomo juu, mtalia hata una mtakupumzisha kwa kuwanyamazisha. Samia natamani aongee, lakini anashindwa huko, anakuja na mdomo hey! Nachangua watu wangu, hakuna ni stress, yaani uko kwenye ile IQ ya mwisho kabisa ya kufikiria. Anaingiza mpaka waganga, watu wanaopeleka kwa waganga kienyeji, wanaomuogesha uchi wa mnyama anawaingiza kwenye serikali kwamba kila mtu atakuja na watu wake alafu